Karibu sana kwenye the talk na mimi ni Stanislaus Lambert. Leo kipekee kabisa mazungumzo yetu atagusia kuelekea mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia hali ya kisiasa nchini, na bila kusahau fau chache sana tutagusia kwenye eneo la uchumi. Takazungumza naye hapa si mwingine bali ni ndugu yangu Evance Kamenge. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa, mwanasiasa, kada wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia ni mwana Kagera. Evance, mimi nakushukuru kwa kukubali kujumuika nami, asante sana. Ukisikia watu wanalalamika, wanasema kwamba nchi hii ni tajiri, ina rasilimali za kutosha mm-hmm. lakini bado maskini na watu wake ni maskini, kosa linakuwa wapi? Bado unaposema kitu tajiri, maana yake unajaribu kutizama, umejaliwa ardhi, umejaliwa mm. uh, rasilimali ambazo ni watu na mali. Sasa taifa letu ni kati ya mataifa machache duniani yaliyojaliwa watu wengi yaliyojaliwa ardhi kubwa yenye rutuba yaliyojaliwa aina nyingi za madini. mm -hmm. Taifa letu ni ndio taifa pekee lina madini ambayo hayapatikani e, kwenye nchi nyingine duniani. Kwa hiyo anaposema taifa letu ni tajiri hajakosea, lakini anaposema watu wake ni maskini kuna sehemu pia hajakosea. mm na e, mataifa yote duniani makubwa pia bado yana watu maskini. Umaskini huanzia ngazi ya chini kabisa ya familia. Namna gani familia zimekuwa ziki zikifanya jitihada za kufanya uchumi wa familia? E, tukitoka kwenye familia ndiyo tunakuja kwenye community sasa. Kenye kwenye community ndio tunaangalia taifa sasa, katika ngazi ndogo kabisa ya familia kweli eh, bado zipo familia maskini Sao, ambazo pengine hazijanufaika hmm, na hizi rasilimali tulizo nazo. Kwa kimsingi kwa maelezo yako hmm, ni kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya utajiri wa taifa na hali za watu wake, hakuna uhusiano wa moja kwa moja hmm, kwa sababu utajiri wa taifa unaposema utajiri wa taifa maana yake, taifa linaweza kuwa na miundombinu mizuri kwa zile rasilimali, barabara nzuri, umeme wa uhakika, usafiri wa uhakika, lakini bado watu wanaotumia ule usafiri na zile barabara wakawa wana njaa, hawajala wakawa wana wanalala kwenye eh, maisha magumu sana. Maana yake eh, lazima papatikane akili nyingine ya kuviungamanisha hivi vitu viwili, utajiri wa taifa na utajiri wa mtu mmoja mmoja. Sawa sawa eh. Kamenge, labda sasa nisaidie hapo eh, taifa kwa mfano Ndio. likiwa na watu tajiri lakini lenyewe ni maskini, ndio inawezekana kabisa likawa taifa li, ni, ni maskini na watu tajiri. Nitakutolea mfano eh. Kwa mfano taifa la Rwanda eh, Uganda ni taifa masikini, wanayo ardhi ndogo sana, wana madini kidogo sana, wana migodi lakini ni matajiri. Sawa eh. Kipi ni kizuri sasa, kati ya kuwa na taifa lenye watu masikini, taifa tajiri lenye watu masikini, hmm, ama taifa masikini lenye watu tajiri? Kiuchumi, kiuchumi bora kuwa taifa masikini lenye watu, watu tajiri na na, na hii ina, ina, ina, inasikitisha sana. Ukienda kokote ulimwenguni, mataifa mengi yaliyojaliwa utajiri wa kuzaliwa mfano Kongo na mataifa mengine mengi, watu wake ni masikini sana. Ukija kwenye taifa letu lenyewe la, la Tanzania, mikoa ambayo imejaliwa utajiri kiuchumi, ukitazama unaona huu ni utajiri watu wake ni maskini. Ukienda kwa mfano ukanda ya Ziwa, ukaangalia mikoa kama ya Mara, ukaangalia mikoa kama ya Geita, mikoa kama ya Kagera, hata eh, eh, Mbeya kule Chunya, wale watu wamekalia mali, wanaishi kwenye mazingira magumu sana, wamekalia madini wanaishi kwenye mazingira magumu sana. Hiyo hiyo sio kuna tatizo kwenye mfumo wa uongozi wa eneo husika, au kama ni nchi ni nchi husika, kwamba viongozi wake hawatimizi wajibu ya kuna tatizo namna ya kutafsiri maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu. Nimeona jitihada nyingi, kwa mfano Tanzania, Mwalimu Nyerere wakati analianzisha taifa hili alitaka tuweze kuwa na ufahamu na uelewa wa namna gani tunaweza tukazisimamia rasilimali zetu. Hilo ndio jambo kubwa alilofanya Mwalimu Nyerere kwa kipindi cha miaka 24 yote, hakiwa, hakiwa nchi, na nne yote akiwa kiongozi mkuu wa nchi hii alikuwa anajenga taifa, lakini viongozi waliokuja walijaribu kuanza kutafsiri uchumi kwa maana mm-hmm. Hata Rais Mwinyi alianza kutafsiri uchumi eh, na chini ya, na, na, na, na wenzake wakina David Msuya na wengine walipambana kuanza kufanya uchumi uwepo, wakafungua milango tukaanza kuona uchumi ukifanyika mpaka Sao, leo saa. kuna wanaotazama pengine kwamba tunakula kuliko tunachokipata yes. kwamba serikali yetu ina matumizi makubwa kwenye kujiendesha kuliko kufanya shughuli za kimaendeleo yeah. Ni kweli ni kweli e, yani mpaka sasa miaka sitini na nne ya uhuru tulionayo, bado serikali yetu sawa, haijaweza kumhudumia mtanzania kama inavyotakiwa kumhudumia kama mataifa mengine yaliyoendelea, hmm. kwa hiyo haiwezekani ikawa ina matumizi madogo bado bado watu wetu wana, wana, wana, kuna sehemu bado wanalipa ada kwa maana ya vyuo vikuu. Tulitegemea kwamba eh, elimu iwe bure kuanzia huku. Ndio maana nimesema historia ni mwalimu mzuri kwamba huku nyuma eh, tulikuwa tunakua tuna, tuna, tuna kwa awamu. Na ukiangalia, kwa mfano, bajeti iliyosomwa mwaka huu utapata faraja. Utaona kilimo kinapelekewa 1.2 trillion manake fedha zinaanza kurudi kwenye, kwenye kumwinua mwananchi kutoka kiwango gani? Kutoka kwenye 300 bilioni kutoka, kutoka kwenye bilioni mia tatu ya 2223 mpaka mpaka 1.2 trillion, manake hao wananchi wanaenda kulima kisasa, kumwagilizia mm, kuwa na mbolea, kuwa na miundombinu rafiki, ili wawe matajiri wazalishi. Lakini nimeona eh, eh, bajeti ya madini, waziri wa madini Anthony Mavunde nampongeza huyu kijana amewaza na kamati zake. Sasa wanataka kumnufaisha e, mchimbaji mdogo, kwamba mchimbaji aende achimbe, wakati anajua nini kilichoko chini. Maanake hapo tunatafuta namna bora ya kubadilisha rasilimali tulizojaliwa kuweza kumnufaisha mtu mmoja mmoja, na pengine kwenye madini hapo, natamani iwepo polisi huko mbele, wale watakaopata nafasi ya kuingia bungeni mwaka kesho waende wanajua kwamba watu wanaozaliwa juu ya madini hayo madini ni ya kwao, waangalie namna ya kubadilisha sheria inayosema kwamba mwenye leseni ndio mwenye haki ya madini chini. Wewe unataka iweje? Nataka iwe hivi, mwenye leseni ndio awepo, mtu ameliki leseni mm, lakini mwenye ardhi aliyezaliwa pale akakulia pale, Mungu akamfanya awe pale, basi na yeye awe na nguvu kwenye yale madini yanayopatikana pale. Umaskini tunaosema Shinyanga, umaskini tunaosema Geita, umaskini tunaosema uh, Mala, umetokana na polisi na sheria ambazo zinamtambua mwenye shamba kama si mmiliki kabisa wa mali iliyoko chini. Kwa hiyo ili mali iliyoko chini iwe na thamani kwa yule Mtanzania, basi mchimbaji mkubwa akitoka Ulaya akafika shambani kwangu mimi kuna mali, anipe asilimia anachozalisha Maanake kama ningelikuwa na akili mm. kama yeye na mtaji, basi ningezalisha mm. mimi kwa hiyo hivyo mm. tunavifikiria kwamba wabunge wanaokuja wa kizazi hiki wameona haya mambo, waende na akili hiyo, tutaanza kuona matajiri eh, katika maeneo yetu, watu watalipwa, watalipa mrahaba, watakuwa matajiri. Ingawaji umegusia kwenye masuala ya matumizi, umegusia wizara kama mbili ya madini mm. na wizara ya kilimo, wizara yeah. nyingi, ukitazama bado fedha za maendeleo mm -hmm. na fedha za matumizi ya kawaida za matumizi ya kawaida ni nyingi yeah. Utakuta kuna kulipana posho mm -hmm. pengine mambo ya chai mm -hmm. mambo ya kununua magari ya kifahari mm -hmm. na nini mm -hmm. haya pia yanatija kwa kifupi sana. Sasa hiyo ni unajua, kwenye kalia ya yangu eh. Haya ndiyo mambo mi napenda kuyasikia na ndio mambo napenda kuyasema kuliko mm -hmm. hata siasa yenyewe Eh, mm -hmm. E, tungetamani sana mtu anapolipwa mshahara ela nyingi anazolipwa ziwe zinaweza kusimamia maswala mm -hmm. ya maendeleo, kitu ambacho sio kweli leo ndugu yangu. Mshahara unaolipwa kwa vyovyote unavyolipwa, kama umeajiliwa, manake wewe mshahara wako mkubwa unakwenda kwenye matumizi ya kawaida wala si ya maendeleo. Ni ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mshahara bado haujatosha. Mke, keki ya taifa hili bado haijatosha. Matumizi tulionayo mengine yanaweza kawa hayana msingi yakapunguzwa lakini mengine ni ya msingi na bado ni ya gharama. Ndiyo maana kwa. E, mataifa yote mm. ya, ya tatu developing country bado zimekuwa zikikopa fedha kuendesha mataifa yao. Sasa tatizo linakuja wapi? Kwamba kwenye kinachokopeshwa au kinachokwenda kwenye matumizi ya kawaida hayo ni matumizi aina gani? hayo ni matumizi ya aina gani? Kwa hiyo waliopewa mamlaka ya kuisimamia serikali ni wakina nani? Ni wananchi kupitia nini? Kupitia bunge. Bunge linasemaje? Linayatizama haya matumizi, linayachambua, linashauri na kuisimamia serikali kuhakikisha matumizi yanayo, yanayo, yanayokwenda yawe ni matumizi ambayo ni sawa. Sasa huko mbele tunatarajia kuwa na watu wazuri ambao wakienda huko watasema namna bora na matumizi aina gani magari gani yatumike kwenye ngazi mm-hmm, fulani aina gani ya usafiri watumie viongozi wetu wa kiserikali na nini kirudi kwa mwananchi ili kuboresha maisha yake. Hamuwaambii viongozi au mnawaambia, lakini wanashupaza shingo? Ah, shingo inategemea utaalamu wako na inategemea una nguvu gani eh? unaweza ukawa mtaalamu na unayajua ila una nguvu. Nguvu kimaanisha nini? kwa maana ya mamlaka. Kwa hiyo kwenye nchi hii bila kuwa na nguvu au mamlaka yeah. Yeah. Hata uwe na upeo kiasi gani, hupati nafasi ya kushauri. Sio kwenye nchi hii, ni duniani kote. Wewe ukitoka nje pale, unaweza ukakuta mtu ana ubili lakini ana hubili anataka umjue Mungu, kwa, kwa, kwa the black, utampa attention utamwona kama anapiga kelele mpaka siku utakapokwenda kanisani kwake au ukaamua kukaa kumsikiliza mm. Kwa hiyo wataalamu tulio nao ambao wako kwenye mamlaka ndio wanatakiwa kupata nafasi kubwa ya kusikiliza hivi vyombo vya habari, kwa sababu sisi tu wengine tunapata nafasi ya kualikwa kushauri, lakini wataalamu pia wanatakiwa wapate muda wa kusoma zaidi na kutizama na kuyaishi maisha ya watu. Vipaumbele vya watu viko, viko, viko kwenye site. Kuna, kuna, kuna, kuna, government works on paper. Lakini paper za governments lazima zitokane na wale watu wanaoongozwa Sawa, sawa. Kwa maana wewe unapoongelea mkulima unamjua mkulima, unapotunga sheria ya mkulima, sheria ya mazao, unajua changamoto anazopitia, umemuuliza? Unapopeleka miradi, umekaa naye kujua kipaumbele chake ni nini? Haiwezekani ukaleta mafuta wakati kipaumbele ni maji. Haiwezekani ukaleta maji wakati kipaumbele ni mafuta. Lazima yule unayempelekea eh, maendeleo uwe umekubaliana naye kwamba kweli hiki ni kipaumbele kwa sasa. Sikutamani kabisa kugusia kwa kiwango kikubwa hiki upande wa eneo la uchumi, lakini tumejipata, tumegusia, tutamtafuta yeah. tena Kamenge kwenye eneo la uchumi, tukiwa tunaelekea kwenye bajeti ya taifa letu. Sasa hivi ni bajeti za wizara zinaendelea, itakaposoma bajeti kuu na mwelekeo wa kifedha nchini, tutamtafuta tena Kamenge kwenye eneo hilo.